Ni kipindi kingine sasa ambacho tunaenda kujifunza uandishi wa vitabu kama Roho Mtakatifu alivyonifundisha. Roho Mtakatifu pia amenifundisha utaratibu wa kuandika vitabu au jumbe za kiroho. Kabla ya hapo nitaenda kusoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 26. Biblia inasema hivi, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na wachini amani yangu na wapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. msikia kwamba mimi naliwambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mungalinipenda mungali mungalifurahi mungali kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo msaidizi anayezungumzwa hapa ni Roho Mtakatifu, anasema lakini, huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu lakini. Eh? Lakini, hu... lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu kwa hiyo watu mwingine, tusije tukapotoshwa na mafundisho potovu kwamba Roho msaidizi anayezungumzwa katika sura hii ya mkini ni mtu. Maanake mara nyingi nimesikia pia watu wanasema ni mtu aliyetabiriwa. Kwa hiyo huko ni kupotea njia au ni mafundisho ya uongo ambayo yameujaza ulimwengu huu kwa Roho Mtakatifu anayezungumzwa, Roho Msaidizi, anasema huyo Roho maanake sio mwanadamu, kwamba huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo ninazungumza juu ya uandishi wa vitabu. Ninawaandikie ni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu niandike, nimepewa na wapeni nanyi, wapeni wengine pia. Roho Mtakatifu anasema kusema ni kusema na kuandika ni kuandika. Ukisema mambo hayatakaa, lakini ukiandika mambo yatakaa. Hivyo ni rusa Kuandika, kuandika ni kanuni ya Mungu. Usiandike kitabu kama hujapata kiini cha habari. Nikiandika nimeandika, na nikisema nimesema. Roho Mtakatifu anasema fanya kama ninavyokuelekeza. Kitabu cha kwanza ni kitabu kinachoaminika. Kwa hiyo unapoandika kitabu au vitabu, ni vizuri ukajua wapi unakipeleka hicho kitabu. Kitakuwa na maana gani? Pia Mungu ni Mungu hawezi kuandika kitabu bila kujua anakipeleka wapi. Jambo lingine la tatu kimeandikwa na nani? Jina la mtu huyo aliandika kitabu hicho. Kila kinachosemwa na Mungu ni kitabu, ndiyo maana ya kitabu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo uandike kitabu kinachokusadikisha ni Mungu amesema na wewe. Kwa hiyo hapa Roma ndati wana niapisha, anasema hivi: kila kinachosemwa na Mungu ni kitabu, ndiyo maana ya kitabu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo uandike kitabu kinachokusadikisha ni Mungu amesema na wewe. Ni kuapisha tena, ukiandika kitabu maana yake Mungu anasema wa na watu. Ukiandika kitabu au ujumbe, manake Mungu anasema na watu. Na kuapisha tena uandike kitabu. Viashiria vya kuandika vitabu viko vingi sana. Kwa sababu gani unaandika vitabu? unataka kupeleka kwa wahusika, unataka kupeleka kwa wahusika wanaotaka kusoma vitabu hivyo. Ukisha vipeleka vinakuwa na, na vitu gani? Sasa ni kwa sababu wanataka walete mabadiliko, na wakileta mabadiliko wanataka kufanya nini? Sasa wakileta mabadiliko, manake wanataka kufanya vitu vinavyostahiki. Huo ndio utaratibu wa kuandika vitabu. Ukiandika kitabu au wakiandika vitabu, zingatia mambo hayo, si kwa sababu unaandika. Roho wa Bwana anakuapisha tena, andika vitabu kama unavyoelekezwa. Ukiandika kitabu ni Roho Mtakatifu anasema, ukiandika kitabu au wakiandika vitabu, zingatia mambo hayo, si kwa sababu unaandika, Roho wa Bwana anakuapisha tena. Andika vitabu kama unavyoelekezwa. Manake Roho Mtakatifu ananipa kiapo, ananiapisha kwamba nisiandike vitu vingine ambavyo roho hajasema. Ndivyo asema Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa uandishi wa vitabu. Mungu akubariki, na baada ya mapumziko mafupi basi taendelea na somo lingine.